Ujambo, popote ulipo, jina langu ni Marion Magic na kukaribisha katika Magic Power Hour. Leo tuko katika ukurasa wa nyota ya leo, tuko katika ukurasa wa nyota ya leo. Kidogo tusikize wimbo kisha tutaendelea, kidogo tu hapo. Yesu ni chemchemi ya maisha. Kionjo kidogo kuhusu wimbo huo Yesu uchemchemi, wimbo ambao tumewimba na ndugu yangu hapo. Basi karibuni leo katika kipindi hiki e, cha Marion Magic. Kama ambavyo nimesema, ukurasa ni nyota ya leo, na kabla hatujaingilia swala hilo la nyota ya leo ningependa uh, tutangulize ukurasa wetu kwa wimbo wa tenzi za moyoni, mwamba wenye imara, mwamba wenye imara nambari eh, mia moja tisini na mbili. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu, huni safi na dhambi hunifanya mshindi kwa kazi zote, pia sitimizi sheria nijapofanya bidii, nikilia na kuthi. Hayaishi makosa ndiwe wa kuokoa, sina tamu kononi na jamsalabani, nilitupu ni vike ni mnyo nishike nilimchafunaja, nioshe nisijafaa. Karibu katika ukurasa wa Nyota ya Leo. Tunaendelea kumtukuza Bwana. Kwa hivyo leo ningependa uh, nyota ya leo iwaendee vijana wote. Nyota ya leo iwaende vijana wote, na nyota yetu ya leo inatoka katika kitabu cha Mithali. Mithali tatu, Mithali tatu fungu la kwanza hadi kumi na nane na basi, naenda kuwaletea nyota hiyo ya leo ambayo inawalenga vijana na ni wosia kwa vijana. Mithali tatu Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu ndivyo atakavyopata atakavyo kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mwanangu, usiisahau sheria yangu bali moyo wako uzishike amri zangu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana aka ukajiepushe na uovu. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa naye. Mwanangu, usiisahau sheria yangu bali moyo wako uzishike amri zangu, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yeye ana thamani kuliko marijani wala vyote uvitamanivyo havilingani naye. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Yeye ni mti wa uzima kwao, wamshikao sana. Anaheri kila mtu ashikamanaye naye. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Basi nimekuwa nikikariri e, za, mithali samahani, Mithali tatu fungu la kwanza hadi fungu la kumi na nane. Naam, basi ningependa tufikirie uh, kuhusu me, kitabu hicho cha Mithali tatu fungu la kwanza hadi kumi na nane. Fungu hilo lina mafunzo chungu nzima kwa vijana, na hata si vijana peke yao, maana watu wazima pia wanaweza kufikiria kwamba Mungu anazungumza nao tukitazama tukitazama neno hilo ama tukitaza, tukitazama e, tukitazama tukitazama e, ubantu umeanza kunishika. Tukitazama uh, sura hiyo ya Mithali Mithali e, sura ya tatu tunaona uh, Mungu akizungumza pamoja nasi e, kumbuka kwamba Mungu hana wajukuu, Mungu ana watoto kwa hivyo Mungu anatukumbusha na ni e, fungu la kwanza ndilo limekuwa fungu kuu ambalo limekuwa ni pambio ambalo nimelirudia na kulirudia na kulirudia mwanangu, usiisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Mungu anatuasa tusisahau sheria zake na sheria za Mungu zinapatikana wapi? Sheria za Mungu zinapatikana katika kitabu chake kitakatifu, Biblia takatifu. Basi ningependa turejelee mafungu hayo kidogo. Tuone ni mafunzo gani tunapata kutokana na uh, neno hilo ambalo tumelisoma jioni ya leo kuhusu uh, maonyo. <laughs> <laughs> Ni maonyo juu ya kumwamini na kumheshimu Mungu ambayo tunayatujia jioni ya leo uh, kupitia ukurasa wa Nyota ya Leo. Kwa hivyo tuendelee kuandamana pamoja, usibanduke. Haya, hebu tuweze kutafakari wewe pengine umesoma methali tatu ama hujasoma ama umesikia leo, umesikia leo kwa mara ya kwanza jambo ambalo ningependa ulifikirie je tunapata mafunzo gani kutokana na methali tatu fungu la kwanza hadi kumi na nane kuna mafunzo mengi chungu nzima tukirejelea fungu la pili maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Kwa hivyo funzo la kwanza pale ni kwamba siku zako ukiwa unalishika neno la Bwana kutosahau sheria zake siku zako zitaongezeka. Na hili tulipata katika um, fungu la pili na fungu la kumi na sita. Funzo lingine la pili ni gani? Utapata kibali mbele za Mungu na mwanadamu. Hayo tunayapata wapi? Katika fungu la nne, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Kwa hivyo, kwamba funzo la pili ambalo tunapata siku ya leo ni kwamba ukilishika neno la Bwana utapata kibali mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. Funzo la tatu ni kwamba Mungu atayanyosha mapito yako, Mungu atayanyosha mapito. Hilo tunapata wapi? Katika fungu la sita: katika njia zako zote mkirie naye atayanyosha mapito yako, fungu la sita. Kwa hivyo ukilishika neno la Bwana, ata atanyosha mapito yako na si kwamba ni fungu hili peke yake ambalo linazungumzia kunyosha kwa mapito. Kuna mafungu mengi e, katika bibilia uh, kwingineko tunasoma kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, you, your word is a lamp to my feet. Neno lako ni taa ya miguu yangu, Zaburi mia moja na kumi na tisa na mia moja na tano fungu la mia moja na tano funzo lingine la aina ambalo tunalipata kutokana na somo letu la leo katika Nyota ya Leo ni kwamba utapata afya mwilini na hata kwenye mifupa yako. Hilo tunaliona katika fungu la saba itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Kwa hivyo utapata afya nzuri unapolishika ile neno la Bwana. Kwa hivyo neno la Bwana lisije likakuponyoka. Maana unapolishika linakuondolea shauku, linakuletea amani. Amani, hey, hilo tunalipata wapi? Utakuwa mwenye amani, utakuwa mwenye amani, hmm? Ukilishika neno hilo la Bwana utakuwa mwenye amani. Nita nitakusomea fungu lenyewe, najaribu kuliona ili nini huenda ni siku li... <laughs> andika vizuri hapa, lakini nitakusomea, hatimaye utakuwa mwenye amani. Istoshe, funzo lingine ambalo tunalipata vile vile kutokana na uh, Mithali tatu fungu la kwanza hadi kumi na nane ni kwamba gala zako zitajazwa, gala zitajazwa na utapata divai mpya ukimheshimu Bwana na mali yako. This is a condition. Ukimheshimu Bwana na mali yako. Kwa hivyo Mungu hapa anatuhimiza kutoa sadaka, zaka na sadaka. Hey, najua hilo lina mjadala mkubwa eh. Ukitoa <laughs> ukimheshimu Bwana hmm? Ukimheshimu Bwana na mali yako. Mm, gala zitajazwa. Nimesikia kwingineko wengine wakisema kwamba zaka si lazima, sijui nini. Mimi sitaki kuingilia mjadala huu, nasoma Biblia vile ambavyo umeniambia hapa kwamba ukimuheshimu Bwana, ehe, katika fungu la kumi gala ndipo gala zako zitajazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya tunaanzia fungu la tisa e, fungu la, la tisa nasema nini? Mheshimu Bwana kwa mali yako. Kwa hivyo ukimheshimu Bwana kwa mali yako gala zako zitajazwa. Eh, ni kweli, mimi nina ushuhuda na ushuhuda sana. Mheshimu Bwana hmm? <laughs> kwa mali yako, unapotoa unabarikiwa vile vile, na tukumbe kwamba mali tulionayo siyo yetu hasa Tumepewa kama wasimamizi, sisi hatuna chochote, sisi wenyewe, pamoja na vyote tulivyo navyo ni vyake Mungu. We do not own anything, not even ourselves. Kwa sababu hata ukijiuliza wewe hey, utajiuliza ulijua kwamba utakuja ulimwengu hey, ulijipata hapa <laughs> ulijipata ulimwenguni katika hiyo familia ambapo hey, ambamo umezaliwa ama ulituma barua Hakuna barua ulituma ukasema uzaliwe mahali fulani. Kwa hivyo, ulijipata pale wewe, pamoja na vyote ulivyo navyo, mimi, pamoja na vyote nilivyo navyo, si vyangu, ni vya Mungu. Kwa hivyo, anatimiza tuweze eh, kumheshimu eh, Mungu kwa mali mm -hmm, kwa mali tulivyonayo aliyotunukia, aliyotupa eh, ni zawadi. Kwa hivyo na sisi tu, eh, tu tumuheshimu kwa mali hiyo yake ambaye ametupa tuwe wasimamizi, sisi ni wasimamizi eh. Eh, kuna funzo lingine nafikiria hapa uh, moja ambalo nilikuwa nimeliandika eh, eh. Utakuwa baraka kwa wengine, utakuwa baraka kwa wengine. Hilo tunasoma katika fungu la kumi na nane fungu la kumi na nane eh, eh yeye yeah, yeah, ni mti wa uzima kwao wa mshikao sana, anaheri kila mtu ashikamanae naye. Kwa hivyo unakuwa ni baraka unaposhika hey, amri ama sheria za Bwana uh, ilikuwa ni wosia kwa vijana, na vijana sisi wote ni vijana mbele za Mungu, si ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo tusisahau kushika um, sheria sheria na sheria ya Bwana inapatikana katika kitabu chake kitakatifu. Naam, ndio e, hayo <laughs> kuhusiana na nini? Kuhusiana na ah, kuhusiana na nyota ya leo, nyota ya leo. Kwa hivyo tunahimizwa tusisahau sheria ya Bwana, tusisahau sheria Bwana. Nilitaka kuwaonyesha pale ambapo nimepata kwamba utakuwa mwenye amani, ni fungu la kumi na saba njia zako ni, njia zake ni njia za kupendeza sana na mapito yake yote ni amani. E, utakuwa mwenye amani. Watu sikuizi watu wengi wamekosa amani mioyoni, niposo unapata kwamba mtu anajaribu kujaza mambo, wengine anajaribu kujaza hiki na kile apate amani, amani haiji e. Hey, wengine wanatafuta vinywaji fulani wanavuta vitu fulani ili kujipatia amani, wanajaribu mahusiano fulani eh, amani haiji. Sasa nitafanyaje? amani inapatikana ndani ya neno la Bwana, ndio hmm. Maana tunapewa wosia huo kupitia uh, Nyota ya Leo, jioni ya leo uh, ni jioni ya leo, oh, ya leo. Kenya pengine ni mchana uh, papote ulipo pale uh, kuna wengine ambapo kwao ni usiku, wengine ni mchana. Kwa hivyo popote ulipo, hey, tunahimizwa kulishika neno la Bwana na kulifanyia kazi ili tupate amani, tusisahau sheria zake. Kwa hivyo amani ya kweli inapatikana ndani ya Bwana. Na basi ningependa kutamatisha Nyota ya Leo kwa wimbo um, moja wimbo nambari nambari ya kumi nambari ya kumi Wimba wimbo mmoja, kisha tuweze kutamatisha. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu mifuli

wema wako ulifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha, emponya nitwalie moyo wa Tunaweza kutoa mioyo yetu kwa Bwana kamili? Tunaweza kuitoa hiyo mioyo? Ni swali la Baraka, unaweza kujijibu mwenyewe <laughs> kwa hivyo ningependa uh, kutamatishia nyota yetu ya leo hapo, na nakutakia kila laheri na kuombea mibaraka ya pekee. Mungu ajibu maombi yako kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Chochote kile ambacho unaomba, kumbuka kwamba Mungu ana uwezo. Kwa hivyo ningependa kukuhimiza jioni ya leo kwamba usife moyo, kwa sababu tuna Mungu mkuu, muumbaji wa ulimwengu na kila kitu kilichomo, dhahabu na fedha vyote ni vyake. Ni nini kile ambacho ungependa akutendee jioni ya leo? Je, ni kazi unatafuta na una, unaomba uponyaji? Ni mahusiano ambayo yame eh, sambaratika? Ni nini? ni, ni mtoto ambaye anakusumbua? Ni chakula umekosa? Ni makazi? Chochote kile ambacho unafikiria unakihitaji, hakuna ombi dogo mbele ya Mungu, hakuna jambo dogo mbele ya Mungu. Kwa hivyo fika pale kwa maombi na Mungu atajibu maombi yako tuendelee tuendelee tuendelee samahani wimbo una, una, unataka kuendelea kuimba uzuri kwamba ni wimbo wangu <laughs> haya hebu ngoja e, kwa hivyo tukiendelea kutamatisha ni kwamba aha sisahau kumtumainia bwana nitatamatishia hapo na kukusihi uende kwenye ukurasa wangu uh, uende ulike usubscribe uh, hey, uende ushare uh, E, na tutaweza kubarikiwa wote kwa pamoja. Usisahau kuungana nami tena katika kipindi kijacho cha Nyota ya Leo. Asanteni sana kwa kuungana pamoja nami e, katika kipindi hiki. Mbarikiwe sana mpaka mnisambazie. Kwaherini kwa sasa tunana tena wakati mwingine.